Kuna watu walileta matatizo kwenye nchi yetu, walileta machafuko kwenye nchi yetu, walileta vurugu kwenye nchi yetu, na akachungulia aka akagundua kuna baadhi ya vijana walifuata mkumbo kwenye maandamano. Mtu anaona tu watu walaandamana na yeye kaingia, au mtu mwingine alikuwa anapita, lakini wakati wanazoa, na yeye akajikuta ameingia kwenye, kwenye shida, kwa sababu maandamano yalikuwa na vurugu ndani yake, yanachoma vitu vya watu, yanapiga watu, yanaharibu mali za umma, yanachoma vituo vya polisi. Kwa hiyo maandamano yalibadilika ya akawa vurugu. Kwenye kukamata, kuna watu wengine wamekamatwa, lakini kiuhalisia hawakuwa kwenye uh, swala hilo, au walienda kwa kufuata mkumbo. Mama ameamua kuwaachia vijana warudi mtaani. Nashukuru sana mama mtani, kwa kutuletea vijana wenzetu waje mtaani tuendelee kulijenga taifa letu, lakini vijana watakuwa wamejifunza. Ameelezea kuhusiana na SGR namna ambavyo uh, uh, tunaenda sasa kuiconnect kama ilivyokuwa uh, mwanzo. Sasa hizi ni fursa ambazo sisi wabunge ambao SGR inakuja kwetu, kuwachukua vijana na kuwapeleka kwa hawa wakandarasi ambao wanajenga SGR. Tunajua kuna baadhi uh, ya wakandarasi, leli inajengwa Kigoma, yeye anataka kuchukua vijana kutoka sehemu zingine Lazima watu ambao tuna reli inapita kwenye eneo letu tunufaike kwa vijana wetu kupata nafasi ya kufanya kazi kwenye maeneo hayo, kwa tutaenda kwa wakandarasi na kuwaambia, kuna vijana wetu wako hapa na reli inapita kwao, tunaomba wapewe nafasi wafanye kazi ili waweze kujitengenezea kipato. Hiyo ndo kazi ya kiongozi, sio kuacha tu mtu Dar es, uh, uh, uh, Salaam uh, kuna miradi inaendelea, watu wa Dar es Salaam wafanye kazi huko. Kigoma ikifika Uh, watu wa Kigoma wafanye kazi na wao waweze kupata kipato. Watu wa Kigoma pia hatukatazi kwa sababu wote ni nchi moja, lakini lazima watu wanufaike kwa miradi kuletwa katika uh, jimbo letu au kuleta katika mkoa wetu wa Kigoma. Nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba nzuri, na Mungu amjalie awe na moyo huo huo wa kuendelea kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Watanzania wanaamini kwenye vitendo na mama yuko tayari kufanya vitendo kwenye miundombinu, afya, elimu na uchumi, kuhakikisha wananchi wetu uchumi wao unapanda. Naitwa Baba Levo Clayton Revocadus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you. Vijana wengi wanahitaji mitaji ili waweze kupiga hatua. Nimezungumza tangu mwanzo namna ambavyo kuna zile asilimia kumi ambazo waga zipo za wakinamama na vijana kwenye halmashauri, ameelezea kwa namna ambavyo wataenda kuzigusa kuhakikisha naziboresha ili halmashauri kupitia mapato ya ndani ziweze kuwafikia wananchi, lakini ametengeneza dirisha lingine la vijana kuweza kukopa wao wenyewe, kuwatengenezea mazingira, kwa sababu tunaamini njaa ya vijana ikiingia tumboni inakaa kwa muda, mwisho wa siku inapanda kichwani, mtu akiambia lolote anakuwa yuko tayari. Mama anataka kutibu kuhakikisha vijana wanapata mitaji, wanafanya biashara na amesisitiza kwamba hela za mkopo sio hisani, sio ruzuku, na watu wafanye biashara, warudishe ili watu wengine waweze kukopa. So mi naamini asilimia mia moja, Dokta Samia Suluhu Hassan ameturahisishia kazi sana, sisi wabunge wa kuchaguliwa, sisi wabunge wa kuchaguliwa kwa sababu kuna ahadi nyingi ambayo tumeahidi na yeye ameziainisha kwenye hotuba yake.